Serikali imeingilia kati kurejesha utulivu na kuzuia hasara zaidi baada ya mvutano uliodumu kwa wiki moja kati ya wafugaji na wakulima katika eneo la Baringo Kusini. Kwa mujibu wa OCPD wa Margaret Richard Cherui, washukiwa kadhaa tayari wamekamatwa na kufikishwa mahakamani wakihusishwa na uvamizi huo.

kwa sababu ya hiyo ng'ombe walikuja na waliweza kuharibu. Pole sana, nimeweza kuelezwa na hapa, kulingana na ripoti ile nimepata, ni karibu milioni tatu ikielekea nne, ile iliweza kumalizwa kwa haraka sana, kwa siku chache. So nataka niseme pole sana, watu wangu. Bado kuna watu hawacha ripoti na ndiposa tunasema wale ambao waliweza kupoteza vitu vyao na uchaenda enda kuriport. Enda kuriport mapema ili tupate hiyo report na tufunge hiyo chapter. Tuangalie tu, tu, tu, tu jinsi la kufanya. Ukiingia plot ama block iko na wakulima wote, hata mimi niko L5, niko L4, wale wakulima tuko hapa Cheptumo, tunafakana naye kwa shamba meja, tunapakana naye shamba huyu mheshimiwa Chero tuko naye kwa mashamba, so kama ya Chero ilikula hata yangu ilifanya nini, na tulitoa hata tahadhari kwamba serikali waone vile watasuluhisha maneno hii, mambo isiendelee. So nataka sasa vile muliketi, tuishi kwa amani, usikuwe mtu wa kuchochea. Saa hizi kuna wale watu tumewajua, niko na habari ya watu kadhaa na nitawakujia tunaelewana e, nitawakujia moja baada ya mwingine. Siwezi kubali mambo iendelee vile inaendelea. Uh, Mwenyezi Mungu anaona yale tunayatenda. Tafadhali naomba kwa unyenyekevu kwa niaba ya kampuni ya National Irrigation Authority, tumefanya kazi kubwa na hatutaki sifa ya skimu ya Pekera iharibike Kenya hii hii ndio skimu peke yake Kenya nzima inatoa mbegu nyingi kabisa katika Kenya hii kwa upande wa Kenya Seed, na mbegu hizi zetu ndio zinaenezwa sehemu zote Kenya nzima. Kwa hiyo naomba kwa unyenyekevu tafadhali, tafadhali, kupitia kwa viongozi wakulima, hata vijana wale wametajwa, wakina mama, tueneze amani, amani, amani. Nawaomba nikinyenyekea.